Karibu tena katika wasaa mwingine tena na leo, nimewaletea mishono mizuri, mishono bomba kabisa. Aa, leo nimewaletea mishono ya vitenge jamani, kama mnavyoiona hapo mishono ni mizuri kabisa. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia, utasubscribe, utalike, utacomment kwenye chaneli yangu Mm, mishono mizuri jamani, mishono pambe kama mnavyoiona. Ukapendeza mm, kabisa jamani, vitenge ukishona unapendeza. Huo eh, mwingine mshono pambe kabisa mm, na uo mwingine jamani, vitenge ukishona unapendeza na huu hapo mwingine. Aa, na huu hapo. Jamani, mishono mizuri, mishono mizuri kabisa eh, uapo mwingine, na hapo jamani, mshono mizuri mizuri mizuri eh, uwapo unaweza kashona ukavaa kokote ukapendeza mwenyewe. Jamani, mishono ni mizuri mizuri mizuri kama unavyoiona Ah, jamani, mishono mizuri, mishono pambe kabisa kama mnavyoiona. Jamani, mishono ni mizuri kabisa eh? Mishono ni mizuri mizuri mizuri, wapendo wangu, mimi sijawe kufeli, naletea vitu vizuri kabisa kama mnavyoiona hapo <coughs> eh kama nilivyosema, kama ni mara yako ya kwanza utasubscribe, utalike, utacomment, Eh jamani, ujipatie mishono mizuri, mishono bomba kabisa. Jamani, mishono ni mizuri kama mnavyoiona hapo eh? Cheki na huo hapo, mshono ni mzuri kabisa mm. Jamani, mishono ni mizuri mizuri mizuri mizuri. Na huu hapo mwingine, mishono ni mizuri, mishono pambe kabisa. Yaani unashona unavaa, kokote pale unaingia nayo. Jamani, mishono ni mizuri mizuri kabisa. E, na uo hapo mwingine e, jamani mshono mzuri kabisa. Mishono ni mizuri mzuri kabisa, hmm? Kama unavyoona huo hapo mwingine tena kaweka e, mwenye vidashbodi vidashbodi vyake hapo mbele e, na uo mwingine jamani, hiyo ni ngazi tatu sijui tatu sijui nne Mishano ni mizuri mizuri kabisa. Hey, cheki gauni hilo jamani, gauni zuri kabisa, yaani ili kokote pale unapita nalo hmm. na hilo hapo jingine hilo jamani, mishono mizuri. Na hilo hapo ni lile lile tu ha? na hilo hapo ni mzuri mzuri mzuri eh? Hilo hapo lingine, jamani, mishono mizuri mizuri kabisa, pendo wangu jamani, vitenge ukishona unapendeza kabisa yaani, eh? vitenge ni vizuri vizuri kushona magauni unapendeza kabisa, hmm? na hilo hapo lingine, gauni lako mwenyewe zuri kabisa, fupi kabisa Kiva unapendeza na hilo hapo lingine hmm? Jamani, vitenge ukishono unapendeza hmm? na hilo hapo lingine eh? Mtindo jamani, mishono mizuri, mishono mizuri kabisa. elfu mbili na ishirini na tano nimewaletea mishono bomba ah? na huo mwingine mishono mizuri kabisa, jamani, wapendo wangu, hmm? <coughs> na huo hapo mwingine mishono mizuri jamani, eh? mishono mizuri kabisa, eh? na huo hapo mwingine jamani, mishono mizuri idhui mizuri kabisa, hmm? na huo hapo sola imemwaga mikono Mshono mizuri jamani huo e, mwingine mwenye amedamshi maputo e, na huo hapo mwingine yani huu unatenga kokote kule, na huu hapo jamani, mishono mizuri mizuri kabisa, na huu hapo mwingine jamani mishono ni mizuri kabisa mm, na huu hapo mzuri jamani, cheki mbele ulivyo, na uko nyuma ulivyo, upo hivyo unaweza ukashona mwenyewe ukapendeza kabisa mshono um, mwingine ni huu hapo, huu hapo jamani, mshono mzuri kabisa. Ah, mishono ni mizuri jamani, wapendwa wangu ah. Na huu hapo mwingine ni mzuri kabisa eh, unashona unaweka hapo kimpasuo chako. Na mwingine huu hapo unapendeza kabisa jamani, hmm. Na huu hapo kina dada wenyewe wameshona wamependeza kabisa eh, kama mnavyowaona hapo na huu hapo mwingine mm. mishono mizuri jamani eh? na huu hapo mwingine jamani, mishono mizuri, mishono mizuri kabisa. Na huu hapo mwingine jamani, uh, ni mauletia, jamani, jamani mishono mizuri kabisa kabisa huu mm. hapo mwingine jamani, mishono ni mizuri mizuri mizuri jamani ha? na huu hapo mwingine ah, mishono ni mizuri jamani, wapenzi wangu. Na huu hapo mwingine mishono mzuri. Asanteni sana na muwe na siku njema.